Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Tabarak wa Taala, namuomba Mwenyezi Mungu afikishe salamu na amani kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo nakupa faida ya Suratul Inshiqaq. Suratul Inshiqaq eh, ni mujarabu sana. Suratul Inshiqaq ni sura yenye majibu ya haraka sana, subhanallah na hasa kwa wale wa mama waliokuwa wazito kujifungua, yani ni, ni, ni, ni mjamzito na yupo tayari kujifungua miezi yake imekamilika, lakini imekuwa ni ngumu. Kila siku kumpa maji ya uchungu, kila siku kumpa maji ya uchungu, labda atajifungua, atajifungua kesho. Kesho hamna. kesho kutwa, kesho kutwa hamna. Wewe basi hata usisumbuke tena kuingia gharama ya maji ya uchungu na kadhalika, nenda nyumbani. Chukua sahani jeupe, chukua eh, eh, wino wako wa zafarani, andika suratul inshiqaqi ndani ya sahani lile. Ukishamaliza kuiandika ile suratul inshiqaq, chukua maji, futa yale maandishi yale, maji, nenda kampelekee mama yule ambaye eh, wanasumbuka kupata kujifungua. Wallahi siku hiyo hiyo anajifungua kwa idhini yake Tabaraka wa taala, inshallah. Hii ni zawadi nakuachia na wewe, nenda kaitumie. Ama kabla sijakuaga, nikuambie mimi Shekh Khamis Suleimani na Nyumba ya Tiba na Dua, tunaombea dua waja wa Mwenyezi Mungu. Ikiwa nawe una matatizo, una maradhi, una mitihani, una mazonge, nuksi, mikosi na mambo mengine mengi mengi, ni kukaribisha ndani ya Nyumba ya Tiba na Dua, tutakuombea na tutakusemea kwa ndimi zetu. Naamini Mwenyezi Mungu hata kutangulia na kufanyia sahali lakini pia tunatoa tiba za kisunna na kutibia kwa mujibu wa kitabu chake Allah tabaraka wa taala na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Inshallah, ni kuage kwa siku ya leo kwa kusema dumu fi raayati llahi wa amnih. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.